Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa makubaliano ya kibiashara kati ya Marekani na Uingereza yamekamilika na kusainiwa rasmi, akisisitiza kuwa yamekamilika walipokutana na waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer katika mkutano wa kilele wa G7 uliofanyika nchini Kanada. Makubaliano hayo ambayo yamekuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu yamejikita zaidi katika kuboresha mahusiano ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yanayolenga kupunguza ushuru katika sekta mbalimbali ikiwemo mbali sekta ya anga na sekta ya magari. Alipozungumza na waandishi wa habari, Donald Trump amesema kuwa makubaliano haya ni ishara ya ushirikiano wa kudumu kati ya Marekani na Uingereza. Hata hivyo, Trump amesema kuwa makubaliano haya ni ya haki na yatasaidia kuleta ajira kwa pande zote mbili. Katika makubaliano hayo magari yanayotoka Uingereza yataruhusiwa kuingia Marekani kwa ushuru wa asilimia kumi badala ya asilimia ishirini na tano kama ilivyokuwa hapo awali. Bidhaa za sekta ya anga kutoka Uingereza zitakuwa huru bila ushuru wowote. Hata hivyo, suala la ushuru kwa chuma na aluminium bado halijapatiwa maamuzi kamili. Serikali ya Uingereza imesema kuwa makubaliano haya yanafungua milango ya fursa za kibiashara na kuimarisha uhusiano wa kimataifa hasa wakati uchumi wa ulimwengu unakabiliwa na changamoto kadhaa. Waziri Mkuu Sir Keir Starmer alisisitiza kuwa huu ni mwanzo mpya wa kushirikiana na Marekani, na kwamba hatahakikisha makubaliano hayo yanatekelezwa kikamilifu na kwa manufaa ya raia na pande zote mbili.